Chama cha ACT-Wazalendo hasa wagombea wa nafasi za ubunge wamefaili mashauri kama haya kwenye mahakama hii, kwa majimbo ya Unguja na Mahakama Kuu masjala ya Chake Chake kwa upande wa Pemba na tayari zimeshapangiwa tarehe na kwa ajili ya kuja kuwa pia kwa mara ya kwanza, na tutarajia kwamba tutapata majibu pia ya upande wa Tume Huru ya Uchaguzi pamoja na Mwanasheria Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo ni kweli na confirm kwamba mashauri hayo yapo mahakamani yameshafailiwa na najua na uh, kwamba ndani ya siku chache zijazo hasa tarehe kumi na nne na kumi na tano na kumi na saba basi tutakuja tena hapa kwa ajili ya mashauri ya wabunge overall... sisi hapa tumefaili kesi kumi na saba za wakilishi leo zilizokuja ni kumi na tano, mbili zitakuja kesho kutwa nafikiri, eh, kwa sababu tarehe kumi na tano eh. Mbili zitakuja tarehe kumi na tano za uwakilishi. Kwa hiyo jumla kesi ya zote ni kumi na saba za uwakilishi kwa upande wa Unguja na kwa upande wa Pemba tumefaili kesi nane za uwakilishi.